alitaka kumchenga kabisa. Alikuwa na nafasi ya kuchip tu juu ya mlinda lango yule afrika tansi, lakini alitaka amchenge mwanzo kabisa kabla kumalizia. Nafasi nafasi nzuri. polo sama, najua wazi kulikuwa ni... nlnza mchakato kuweza kuwasajili mashabiki na kadi zile za wanachama rasmi. Hassan Beja shoka, naleta nani cross huku. James Kinyanjui, Keli Okonji, Madada mizua nafasi nzuri, alikuwa na nafasi pembeni. Hassan Beja akamchukua uzuri, Dennis Munyovi akamimina krosi tamu ile.

Transition nzuri kutoka kuzuia kwenda kushambulia. Alionekana kulemewa kabisa. Casey Odhiambo alikuwa na utulivu mkubwa. Joy Rungwedera akamegewa utamuli Levis Wanjala Omondi. Congratulations, kwanza mpira umechezwa lakini goli na ushindi sijaona. Tatizo la leo limekuwa wapi? Na labda zungumzia mechi kwa dakika zote 90. For me, it's a plus for me, because we are creating a lot of chances. It's just a matter of uh, being clinical, uh, in the 18 yard area and, uh, scoring. Kochi ilifanya mabadiliko kwenye kipindi cha pili na mfumo wako ukakuwa tofauti kidogo. Nikahisi nikaona kwamba umeyari ume kuweza kushambulia kutoka pembeni na haukuendelea kudominate kwenye kiungo. Labda mabadiliko ambayo uliyafanya yalikusaidia? Uh, ukiangalia vipo uh, tumeingiza kijana mdogo of which bado ana grow na bado bado anazidi kuwa ku get better each and every step of the way cause tulikuwa tunataka ku create numbers uh, kwa midfield na tume tume get but uh, a little bit imekuwa slow but, but bado tuna tuna tuna, growisha tu polepole. Labda kitu gani ambacho unaenda kukifanyia kazi mechi ijayo upo nyumbani dhidi ya Shabana? Uh, we have to work on our transitions, cause, uh, our transitions though ndio imekuwa ni problem sana but again uh, pia scoring

ukiangalia safu zote zije kuwa zimiliki, lakini naweza kusema kongole kwa defense kwa sababu at least wamejaribu keep clean sheet, but hapo mbele tume struggle sana lot due to that injury ya last minute. Pia kuna vile imetukost kwa sababu ukiangalia tactically tulikuwa tumeprepare na ule mgane, sasa imekuja sasa ikakuwa ni makeshift eh, imetuumiza kidogo yeah. Kocha umefanya mabadiliko ukamleta Aguero ukamleta Kuloti, lakini bado hawakuwa wanaonekana kabisa kwenye kipindi cha pili. Labda ni vitu havikwenda sawa kulingana vile ambavyo ulikuwa umewapa maagizo. Nadhani vitu hazikwenda sawa kwa sababu yale maagizo tuliyowapatia kuingia, pale nani kufanya, so, uh, naweza sema kwa sababu yale maagizo mambo leo yako poa kabisa. Kitu gani ambacho tunaenda kukifanyia kazi mechi ijayo? Unacheza dhidi ya Karibangi Sharks